Kaka, tupo huku. Ndiyo, mdogo wangu tupo huku. wewe ni nani? sisi ni ndugu. familia ya nani? E, Imrani na nduguze. Eti anashangaa kijana nyoka. E, tushaelewa kwamba wewe ni nyoka. Basi tutoe hapa, tuende tuendapo Kwa ni vipi kijana nyoka? Mimi pia nilikuwa na ndugu zangu wawili, hapana watatu. Imrani na Bonta na na Kibao. Ati <coughs> wewe ni Imrani ndugu yetu. Kabonta sasa ni hivi. Kama wewe usharogwa mimi sijarogwa. <coughs> umemaanisha nini wewe?